Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kubandika post ambayo post hiyo ilikuwa inapatikana pale Insta story yake na kuweza kuandika, ameweza kumtag pale Dvoice, lakini ujumbe ambao ameweza kuandika ni kwamba next big thing. Sasa, jambo ambalo limeweza kuashtua baadhi ya watu wengi sana kwamba aidha pengine kunaweza kukawa kuna wimbo mpya ambao e, Diamond Platnumz anaenda kuachilia akiwa na msanii mwenzake kutoka e, pale pale vinga vya WCB Dvoice. sasa Diamond Platnumz sasa hivi amekuwa ni e, hitmaker wa nyimbo mbili zote ambazo ameweza kuziachilia katika siku moja, ambazo ni wimbo wa e, Katam, lakini pia wimbo ambao unafahamika kwa jina la Babu, ambazo hizi zote mbili ameweza kufanya collaboration pamoja na wasanii e, tofauti tofauti, na hata pia kwenye huu wimbo wa Katam ambao ameweza kumshirikisha Bian kutoka e, Kenya, lakini pia e, wimbo wa masterpiece ambao umekuwa ni wimbo fulani hivi wa mapiano midondoko fulani hivi ambayo ina radha ndani yake so, ni kubwa ambalo linafuata baada ya Eh, hizi kazi ambazo zinaonekana kabisa kwamba zimeendelea kufanya vizuri katika platform tofauti tofauti, eh, ikiwa anashika namba moja, eh, on trending, hata pia kwenye Apple Music wimbo wa Katamu umeendelea kufanya poa zaidi, na eh, pengine labda tunaweza tukauona hata pia wimbo wa babu ambao ni wa masterpiece pamoja na Diamond Platnumz, Diamond Platnumz, mshirikisha masterpiece ambao wimbo huo unaonekana kabisa ukiendelea kufanya vizuri kabisa, eh, na umeonekana kabisa baadhi ya watu wengi sana kutokea kuupenda. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz, licha ya kuweza kuachilia Nyimbo zake mbili, eh, kwa tika siku moja. Eh, pengine labda hii inaweza ikawa ni jambo la kuweza kushtua baadhi ya watu wengi sana, kwa sababu kwenye kuweza kuachilia nyimbo mbili na kuweza kuzipromote zote ziweze kwenda kwa wakati mmoja imekuwa ni kazi ngumu sana kwa wasanii wa Bongo Flavor kwa hapa Tanzania, eh, lakini pia eh, hata kule Kenya imekuwa ni kazi ngumu sana lakini, kwa upande wa Diamond Platnumz ameweza kuachilia nyimbo mbili zote kwa wakati mmoja na zimeonekana kuendelea kufanya vizuri kabisa sasa Damo Platinum kuziachilia hizi kazi zimeonekana kabisa kwamba kupokelewa vizuri katika platform tofauti tofauti, hata pia kwenye, e, upande wa YouTube pale wimbo wa Katamo ambao ni wa Damo Platinum pamoja na BN mpaka sasa hivi ukiwa na jumla ya viewers ambao ni laki tano kwenye mtandao wa YouTube, lakini pia kwenye upande wa Apple Music wimbo wa Katamo ambao ni wa Damo Platinum pamoja na BN umeonekana kushika namba moja on trending, ikiendelea kufanya vizuri kabisa, na huo wimbo wa Katamo unaonekana pia hata kwenye upande wa YouTube kule ukiwa unashika namba tatu on trending. Wimbo wa Damo pamoja na Masterpiece ukiendelea kushika namba nane on trending katika eh, muda huu. So ni kwamba ameonekana ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kabisa katika swala zima la muziki hapa, ambapo Estokiz yeye amekuwa ndo producer wake akiendelea kuproduce eh, kazi zake za kutoshi kabisa, na hata hizi nyimbo mbili za mwisho ambazo ametoka kuziachilia Damo Platinum ni Estokiz ambaye ameproduce hizi kazi zote mbili. Sasa kwa upande Platnumz ku, eh, wa Diamond Platnumz baada ya kuweza kupakia post kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story kwamba kunalo jambo kubwa ambalo linafuata baada ya kuweza kupakia eh, picha ya Dvoice pamoja na ujumbe ambao ulikuwa unasomeka kwamba next big thing, watu ameweza kuamini kwamba kunao wimbo ambao unaweza ukaenda kuachiliwa katika siku za hivi karibuni wa Diamond Platnumz pamoja na Dvoice. Sasa kwa kuwe kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, e bana, tupe mtazamo wako kwa kwako wewe kutoka kipande chochote ambacho upo right now, lakini nataka tu kwamba wimbo wa mwisho ambao ni Diamond Platinum pamoja na Dvoice waliweza kuachilia ni wimbo ambao unafahamika kwa jina la kama wengine ambao wimbo fulani hivi wa singeli ambao umetokewa kupendwa na baadhi ya watu wengi sana, ambao walikuwa ni official lyrics audio, ambao wimbo huu mpaka sasa hivi kwenye mtandao wa YouTube umepata watazamaji milioni 1.5 ukiendelea kufanya poa zaidi. Tupe mtazamo kunyonja comment hapo, sije kusubscribe kulike, utakuwa umetisha kinao maroma chao chao.